Sisi leo tumeweza kushiriki katika tukio hili muhimu la kihistoria kwa ajili ya uzinduzi wa mafunzo ya uandishi wa habari za amani, peace journalism. Nitumie nafasi hii kuwapongeza sana MISA Tanzania kwa hatua hii madhubuti na yenye lengo la kuwezesha wadau wetu muhimu katika tasnia ya habari kurealize mchango wao mkubwa katika kulinda na kuimarisha amani ya nchi yetu. Nawashukuru kwa kuamua kufanya mafunzo haya katika kipindi hiki ambapo nchi inahitaji sana vyombo vya habari kutoa habari za so kuwakumbusha wananchi na Watanzania wote umuhimu wa kuimarisha amani, umoja, mshikamano na uzalendo hasa baada ya kupitia kipindi kigumu cha matukio mbalimbali ya uvunjifu wa amani Oktoba 29 ambao umesababisha maumivu makubwa na upotevu mkubwa wa maisha na uharibifu mkubwa wa mali. Ndugu washiriki, wageni walikwa, mabibi na mabwana, napenda kutambua mchango mkubwa wa MISA Tanzania tangu kuanzishwa kwake kufuatia azimio la Windhoek 1991 kule Namibia, na mmekuwa mstari wa mbele katika kumilinda tasnia ya habari uhuru wa kujieleza na haki ya kupata taarifa kwa wananchi wetu. Serikali inazitambua jitihada hizo na wizara yangu inaamini kwa dhati kwamba ushirikiano wetu ni muhimu katika kulinda misingi ya demokrasia na utawala bora. Ndugu yangu Soko amezungumza. Nami na naomba nirudie adhira hii ni muhimu kwangu kwa sababu naona kwa mara nyingine nimepata nafasi ya kukutana na ndugu zangu katika tasnia ya habari, pamoja na jukumu langu kama mlezi wa waandishi wa habari wa mkoa wa Morogoro. Lakini pia na mimi pia ni mdau kwenye tasnia ya habari, ingawa sijabobea kama wengi, wengi wenu ambao mko ndani, lakini walau nilipitia pitia mafunzo ya basic na intermediate ya journalism pale Maarifa Media, si za wakati huo habari yaosimeitwa bado. Na kumbuka walimu wangu General Ulimwengu, Salva Remamu, Gideon Show, Kristitom Remamu, Remamu oh, Samani na wadau wengine uh, Bob Karashani marehemu, nimepata taarifa kama yashafariki, lakini pia Michuzi. Alikuwa ni mmoja wa walimu katika kozi za uandishi ambazo namipia nilipata bahati ya kuhudhuria. Nafanikiwa kuona Tanzania imekuwa mdau mwaminifu kwa serikali katika nyakati nzuri na hata ngumu. Huu ndio uzalendo tunautaka wa kutanguliza maslahi ya taifa mbele bila kuathiri uhuru wa kitaaluma. Wizara ya Mambo ya Ndani inaendelea kushirikiana nanyi katika masuala yote yanayohusu usalama wa wanahabari, ulinzi wa amani na mafunzo wa kwa wanahabari katika kuhakikisha kwamba wanahabari wanalindwa. Tunatetea uhuru wa kujieleza, lakini pia haki ya wananchi wetu kupata taarifa. Nyinyi ni mashahidi, serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan raisi wetu wa jamhuri ya muungano wa tanzania katika kipindi chake amehakikisha watanzania wanapata haki ya kupata taarifa mmeona zile fora za mheshimiwa rais ambazo kimsingi hata tasnia ya habari ni mdau mkubwa katika kuhakikisha kwamba zile fora zinaenda kulinda wanahabari na wananchi kupata haki ya taarifa lakini pia kutetea uhuru wa kujieleza, na katika hilo tumeshuhudia vyombo mbalimbali ambavyo vimefungiwa akivifungulia, lakini pia kuhakikisha kwamba tasnia ya habari inalindwa kama tasnia nyingine zote, lakini habari kwa umuhimu wake, ndugu washiriki, wageni walikwa, mabibi na mabwana, naipongeza sana nisa Tanzania kwa utafiti ambao umefanya na kuibua changamoto za namna habari ya amani zinazozikutiwa. Tukio la Oktoba 29 ni funzo kwetu wote sisi, serikalini, nyinyi wana habari na jamii nzima kwa ujumla. Ni kweli uandishi wa habari una jukumu la kulinda amani, haki, utulivu na umoja wa kitaifa. Tunawashukuru sana kwa kutoa habari nyingi ambazo zinasisitiza umuhimu wa amani ambapo viongozi wetu wa dini pamoja na jeshi la polisi walipata nafasi kwenye vyombo vyenu kuhubiri na kuhamasisha wananchi kuitunza amani. Kupitia mafunzo hayo waandishi zaidi ya 100 ambao mmewaita hapa watakuwa chachu ya kuleta mabadiliko makubwa katika namna ya kuripoti habari zinazohusiana na migogoro, changamoto au matukio yanayoweza kusababisha na naomba niwaambie nyinyi mia moja mna bahati, kwa sababu mahitaji yalikuwa ni zaidi ya mia nne ndugu yangu Soko amesema. Kwa sababu ya uhaba wa rasilimali, ndio maana wameweza kualika nyinyi mia moja kwa hiyo, tuna imani kwamba mafunzo haya hamtayachukulia poa, mafunzo mtayotoka hapa ma afikiano ambao utafikia pamoja, hawa mia tatu ambao wamekosa fursa hii na wenyewe wataenda kunufaika kupitia kwenu. Kwa hiyo ndugu zangu, ndugu yangu Soko amezungumza kuhusiana swala la usalama wa waandishi wa habari. Naomba niwahakikishie wanahabari kuwa mtaendelea kuwa salama na kutimiza majukumu yenu ya kikazi, lakini pia usalama wa vifaa vyenu Napokuwa kazini pia niwapongeze kwa kutoa ushirikiano mkubwa kwa wizara yetu, pamoja na vyombo vyombo vya usalama vilivyo chini ya wizara hii. Kwenye hili swala la hawa ambao wamekosa fursa hiyo kwa sababu ya uchache wa changamoto ya rasilimali, naomba niwaahidi kwamba kwa pamoja tutafanya kazi karibu na uongozi wenu uona ninatafuta rasilimali ya kuwafikia hao wengine ambao wamekosa zangu tasnia ya uandishi ni muhimu sana lakini uandishi wa habari za amani ni muhimu zaidi kwa sababu nje ya amani ni ngumu kufanya jambo lolote lile. Ni katika muktadha huo tunaamini kwamba mafunzo haya yanaenda kutengeneza champions ambao watakuwa kioo kwa wenzao katika kuandika habari ambazo sio tu ni za kujenga, lakini hata kwenye changamoto zina uwezo wa kueleza habari ambazo zinafanyiwa uchambuzi makini ambao unaelezea chanzo cha matatizo, ukubwa wa matatizo, lakini unaelezea perspectives mbalimbali za changamoto na solution, kama dubia msoko walivyoweza kuzungumza hapo mwanzo. Lakini kubwa kuliko yote tunategemea habari ambazo zitakuwa zinatoa mwanga wa suluhu ama suluhisho ya changamoto ambazo tunaenda kuziadresi.